Hizi ni sababu zinazopelekea mama akapoteza mtoto wake akiwa nyumbani. Wewe inawezekana mara yako ya kwanza kujifungua au ni mara yako ya pili na zaidi na hujawahi na kujua sababu ambazo zinaweza kupelekea mtoto akapoteza maisha akiwa nyumbani au unazifahamu lakini usizifuatilia na kuzitilia manani. Ukawa unashuhudia watu kama wewe watoto wao, na wewe kutokuzingatia. Kuna sababu za moja kwa moja na sababu ambazo sio za moja kwa moja. Sasa, hatuna data ambazo zinaonyesha kwamba watoto wangapi wanafariki wakiwa nyumbani kutokana na maamuzi ambayo anafanyika katika jamii. Pale ambapo mtoto anakuwa amefariki kwa mama, anafanya maamuzi ya kuzika na kuendelea na maisha kama kawaida, na wengine kufanya maamuzi ya kutamani kushika ujauzito tena, au kushika ujauzito tena mapema zaidi, imradi ufidia ile gepo ambayo mtoto wake atakuwa amepoteza au mimba yake atakuwa amepotea. Leo jamii na mama tunaenda kufahamu sababu ambazo zinaweza kupelekea mama akapoteza mtoto wake mapema zaidi siku chache baada ya kujifungua. Sababu za moja kwa moja ambazo zinaweza kupelekea maisha akiwa nyumbani, na kama atapata maambukizi ambayo anaweza kama maambukizi eh, kwenye mfumo wa damu au mfumo wa pumuaji. Pia inaweza ikawa ni hatari kubwa na kupelekea mtoto akapoteza maisha yake. Kwa kama mama hautakuwa ha, makini kujua dalili hatari kwa watoto wachanga ambazo ikiwemo ni kupata maambukizi ambapo mtoto atakuwa na homa za mara kwa mara au atakuwa na alisha au atakuwa na changamoto ya kifua pneumonia ambayo inaweza kupelekea mtoto akapoteza maisha. Kwa hivyo ni mama kufahamu dalili hatari kwa watoto wachanga ambazo kupitia akaunti hii nimekuelezea, lakini hapa pia nakuelezea tena kwa uchache. Ni vitu ambavyo vinaweza kuchangia yanaweza ya ya kutokea kwenye mfumo wa upumuaji au kwenye mfumo wa chakula, amepata maambukizi kwenye mfumo wa damu hivyo mama ukachukua hatua za kumwonyesha mapema zaidi hospitalini. Mtoto ataonyesha dalili ya kuchemka mara kwa mara kwa kiasi kubwa, mtoto akapoteza maisha na kama hii kabla ya wakati, ni vyema ukarejea kufahamu namna gani ambapo unaweza kulea mtoto ambaye ana uzito mdogo, lakini inasababishwa na mama wengi sana kupata mimba za karibuni, au mama ambaye atakuwa amezaa